Karibishe. Dkt. Mwanaisha, Baraza la Mji Kati, uendelee na kazi na Allah kufanye pesi ufanikiwe na nakuhakikishia kuna watendaji ambao wanajituma na wana moyo wa kushirikiana. Kwa hiyo, kwa hilo sina waswasi na naamini mtafanikiwa, na sina waswasi na ndugu yangu Mwanaisha, mtashirikiana mtafanya naye kazi vizuri, ni mtu mzuri kila pale asifika, ni hodari, ni mtendaji tena bahati nzuri ana uzoefu wa serikali ya Muungano, ana uzoefu wa Zanzibar, ana uzoefu wa ukurugenzi, alikuwa shirika la nyumba. Kwa hiyo muwe huru kufanya naye kazi, mumpe mshirikiano ya kutosha. Mimi nakuahidi ndugu yangu, wakati wote, saa yoyote, tuko pamoja, tutashirikiana kwa hali na mali, kwa moyo mkunjufu. Kasa Mheshimiwa mkua mkola kwa, kwa, kwa nia safi. Naondoka lakini itakuwa bado part of the team kama alivyotangulia kusema awali katika ripoti yake ameyaeleza mengi ambayo tuliyafanya. Haya yote tuliyafanya kwa mashirikiano makubwa sana yake. Mimi nakumbuka yeye ya ana ripoti mie, tayari ni mwenyekiti hapa, tulimpokea tukakaa kwa pamoja, tukapanga mikakati kama eka, kama hajasahau nakumbuka, kuna siku tulikaa ndani tukajifungia tukasema tukashauriana nini future zetu na nini, nini lengo letu kubwa. Jambo la kwanza tukasema tuhakikishe kwamba tunaenda kwa mujibu wa utaratibu wa sheria ambazo zilizotuweka hapa. Hilo ndo tulilokubaliana. Lakini la pili tukasema tupambane tuhakikishe kwamba baraza sasa tunalitoa katika sehemu moja kuenda sehemu nyingine. Maana yake tunatuweke utofauti kati ya awamu iliyopita na awamu ambao tulokuwepo sisi. Tumshukuru Mwenyezi Mungu ili tumeliweza kwa pamoja. Maana sisi tulipoingia tulikuta baraza. Imani yangu tukimaliza hapa, sisi tukiondoka tukija tena, hii ni manispaa. Sasa hivi ni manispaa, bado cheti na kuzinduliwa tu, tayari ni manispaa. Kwa hiyo, hili ni jambo ambalo tulijifungia tukaweka mikakati na tumelifanikisha. Napenda kumshukuru mkurugenzi Salum anayeondoka. Mimi sina mengi leo, ni siku tu ya makabidhiano. Napenda tu niseme machache, uwezi kufanya changes, uwezi kufanya maendeleo ukiwa unafanya kazi peke yako. Usiondoke mapema, maliza kazi. Kesho uanze upya, usilaze kazi. Kwa hiyo kama na nyinyi mnapenda ushirikiano, kazi zetu zitakuwa rahisi sana. Mtu mmoja hawezi kufanya kila kitu, usijidanganye. Mkurugenzi Salum nimemzoea, lakini sasa <tiposan> nitamzoea mkurugenzi Mwanaisha, yupo na yupo tayari kwa kazi. Kwa hiyo haya mabadiliko ya kiserikali ni jambo la kawaida. Sisi jukumu letu akiondoka DC anayekuja kumpa ushirikiano, akiondoka mkurugenzi anayekuja kumpa mashirikiano, ili kazi hizi za taifa ziendelee. Bahati nzuri sote tunapokuja huku, hakuna mtu ambaye alipokuja Salum, hakuna mtu ambaye alitegemea atakuja Salum, lakini mheshimiwa mwenye mamlaka ameamua aje Salum. Tunapofanya kazi sote maafisa wafanyakazi, tuelewe tunafanya kazi za taifa. Kiongozi si majukumu yetu sisi viongozi, ni majukumu ya kiongozi mkuu, Mheshimiwa Rais Dkt. Hussein Hussein Ali Hassan Mwinyi. Yeye kwa sasa hivi, awamu hii ya nane, ndio mwenye mamlaka ya kumteua mtu kuanzia mkurugenzi, si wakati mtawala hapa anachagua yeye.